Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Novemba 11, 2025. dakika kadhaa tu za kutizama taarifa kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV, langu jina ni sau ezra Ngumbi na mtayarishaji ni gudla Gustav. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Aliyekuwa naibu spika wa bunge la Tanzania, Musa Azzan Zungu kutoka chama cha mapinduzi CCM, amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Tanzania baada ya kupata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa. Zungu ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilala amewamwaga wagombea wengine waliokuwa wanaonia nafasi hiyo kwa kupata asilimia 98.6 ya kura zote zilizopigwa. Zungu alikuwa kichuana na wagombea wengine ikiwemo Veronica Charles Tia wa chama cha National Reconstruction Alliance NRA, Anita Alfani Mgaya kutoka chama cha National League for Democracy NLD, na Chrisant Nyakitita kutoka chama cha Democratic Party DP. Wagombea wengine ni Ndonge Said Ndonge kutoka chama cha Alliance for Africa Farms Party AAFP, na Amin Alfred Yango kutoka chama cha Alliance for Democratic Change. Uchaguzi huo umefanyika leo Novemba 11 2025 jijini Dodoma na kuongozwa na mwenyekiti wa uchaguzi, mbunge wa jimbo la Isimani, William Lukuvi ambaye amepitishwa na wabunge a kuongoza uchaguzi huo. Kwa ushindi huo, Zungu anachukua nafasi ya Dr. Tulia Ackson Mwansaso, alihudumu katika nafasi hiyo kwa miaka mitatu tangu mwaka 2022 baada ya aliyekuwa spika wa bunge wakati huo Job Augustino Ndugai kujiuzuru Januari 6, 2022. Na kwa kwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu, wote waligombea kupata nafasi hii katika ya ngazi ya chama la hashi. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu linipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii. Nawashukuru sana. Kamati Kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inatarajiwa kukutana jijini Dar es Salaam kujadili masuala mbalimbali ya kisiasa ikiwemo vurugu zilizotokea Oktoba 29 katika baadhi ya maeneo hapa nchini Tanzania. Makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amebainisha hayo leo Jumanne Oktoba 11 muda mfupi baada ya kuripoti katika kituo cha polisi jijini Dar es Salaam na kusisitiza kuwa maandalizi kika ya kikao hicho yataanza mara moja na kwamba sekretariat ya chama imeagizwa kufanya maandalizi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 Oktoba 21 mwaka huu, rais huyo mwenye umri wa miaka 70 alihukumiwa kifungo cha miaka mitano kwa kuhusika katika njama ya kufadhili kampeni yake uchaguzi wa mwaka 2007 kwa fedha zilizotolewa na rais wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Baadaye timu yake achiliwa, ya wanasheria iliwasilisha ombi la rufaa ili aachiliwe. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuachiliwa, Sarkozy amesema nguvu zake ziko katika lengo moja la kuthibitisha kutokuwa na hatia. Gari la Sarkozy limeonekana likitoka kwenye gereza la Sante mjini Paris chini ya saa moja na nusu baada ya mahakama kukubali kuachia kwake. Muda mfupi baadaye alionekana akiwasili nyumbani kwake magharibi mwa Paris. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Novemba 11, 2025. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, mtayarishaji ni mta ni Gule Gustav. Mpaka wakati mwingine, bye, bye.